Kweli tuna kipengele kigumu kweli kweli, lakini lazima lazima tupambane tukivuke. Tunashukuru matokeo eh, ya jana ya Esperance na, na, na, na Petro, sare ya bao moja moja imekuwa na faida sana kwetu. E, inatuongezea chachu na sisi ya kupambana zaidi na kwenda kupata kitu katika mchezo wa leo. Kwa hiyo ndio maana unaona e, akili zetu fikra zetu tumezielekeza katika mchezo huu, kwa sababu tunaamini e, tukipata ushindi katika mchezo huu tunatoka nafasi ya nne na, na kusogea mpaka nafasi ya pili. Kwa hiyo Kuhu, unaweza ukaona jioni ya leo e, tunakwenda tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna kutafuta kitu bora kweli kweli ambacho ni kuipeleka Simba katika nafasi ya nne ya, ya, ya kundi letu, nafasi ya pili ya kundi letu. Kwa hiyo ni hatua muhimu na ndio maana tumewekeza nguvu zote kuhakikisha kwamba tunapata ushindi katika mchezo huu. Tunasoma comment kwenye YouTube channel ya Simba. Wao wanakuona pale nyuma wanasema Wafia timu tuko uh, wengi ama wako wengi ndani ya Simba Sports Club. Kwa hiyo eh, hili hapa Dar es Salaam lilikuwa ni jukumu muhimu kwa Simba na kule Bamako, Mali ni jukumu muhimu la Simba. Kwa hiyo ni, ni, ni mwendo wa kujigawa tu ili kutimiza majukumu yote muhimu ya Simba Sports Club. Baada ya maazimio ya mkutano huu wa leo, unaamini Simba mpya imara inakwenda? Bila shaka, bila shaka, bila shaka mambo sasa yanakwenda kuwa bambam, kwa sababu ukiangalia hotuba aliyoitoa naibu waziri, ukiangalia hotuba ya mwenyekiti wa klabu ambayo ndani yake imesementi ime, ime, ime mambo ya msingi kabisa ikiwemo ya kwamba hatuna nia ya kumdhuru mtu. Kwa hiyo imezima eh, maneno maneno yote ambayo watu walikuwa wakiazua na kujipanikisha huko nje. Kwa hiyo Simba imara, Simba bora sana eh, ukizingatia na mabadiliko ambayo yanakwenda kufanywa ya, ya, ya katiba. Tunakwenda kuwa na Simba ya kisasa kweli kweli semaji uh, katika hatua za awali Simba ilikwenda kubebwa zaidi na matokeo ya uh, ugenini, ukiacha mbali ya uh, Benjamin Mkapa ambapo ilikuwa imetoa sare. Unafikiri inaweza ikawa ni silaha kubwa uh, kuelekea mechi ya leo hasa inapocheza ugenini? Ya msimu huu tumekuwa na matokeo mazuri sana away kulinganisha na, na, na, na nyumbani Benjamin Mkapa, japo uh, sisi malengo yetu na makusudio ni kupata matokeo mazuri kwenye kila kiwanja tupate matokeo mazuri Benjamin Mkapa kwa sababu ya faida ya mashabiki wetu wanaokuwepo uwanjani, na, na tupate matokeo mazuri away kwa sababu ya kujikusanyia alama zaidi, lakini msimu huu e, tumenufaika zaidi na viwanja vya ugenini. Mechi hii ya leo inatuongezea hiyo confidence ya kwamba tuna uwezo wa kupata ushindi ugenini, kwa hiyo tunakwenda katika mchezo huu e, tukiwa na hiyo, hiyo, hiyo, hiyo confidence tukiwa na hiyo historia ambayo kuna wakati historia huwa ina umuhimu wake katika maisha. Kwa hiyo tunaibeba historia hiyo in a positive way, tunakwenda kupambana ili tukachukue alama tatu, imeshindikana shindikana sana, basi walau alama moja, lakini cha msingi hatupaswi kupoteza katika mchezo huu wa leo samaji katika kundi ambalo na inaonekana angalau linaweza kuwapa zaidi wa Tanzania furaha jinsi ambapo mlianza na mwendo mlipo na unaonaje kundi kwa ujumla? Watu wote wasiojua mpira e, ndio ambao waliona kundi letu jepesi, lakini sisi ambao tunajua mpira na tuna uzoefu na mpira wa Afrika na timu za Kiafrika tulikuwa tunafahamu ugumu wa kundi letu hili. E, ogopa sana timu hizi za, za ukanda huu mwingine kwa mpira wa sasa wa Afrika. E, bado sisi Tanzania tumekariri timu za Kiarabu ni ngumu lakini eh, katika timu mdebwedo kwa miaka hivi karibuni ni timu za Kiarabu. Ukipangiwa Waarabu hata nane una uwezo wa kufuzu kwenda hatua inayofuata. Warabu wamelegea vibaya mno. Jana kuna Mwarabu mmoja amekula bao nne moja, unamjua nani? Arabelasdad, so ungetegemea. So, ameenda kucheza na timu ya kawaida mno otoho odoyo ya Kongo, amepigwa bao nne moja usingetegemea kuona hilo miaka sita mitano iliyopita, lakini mpira wa Afrika umegeuka hivi sasa, kichwa chini miguu juu. Yoyote eh, mwarabu yoyote akienda akienda away anataabika kweli kweli. Kwa sisi kwa kuwa na waswahili wawili wa, wa, kwenye kundi letu, kwa maana ya Petro pamoja na, na, na, na Stade Malien, tuliliona ama tuliona ugumu wa kundi letu hili, na tukawaeleza watu tangu mwanzo kwamba Tusifurahie kwa sababu tu kuna wa wa hawa waswahili hawa, ndio wagumu kweli kweli kwa sababu ukitaka umchezeshe kwenye jua jua, na yeye ndo maisha yake, ukitaka uh, umpitishe kwenye mateso ya aina yote, waswahili wameshazoea mateso. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kweli kukutana nao na, na, na, na bila shaka tumeona, lakini yote kwa yote tutachanga karata zetu sawasawa sawa, na hatimaye tutatimiza malengo.